Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei mbili, siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa za pakipo mbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaangazia gazeti la Mwananchi kwenye habari kubwa za pakipo mbele, inaanza na habari inayosema fukuza fukuza Chadema eh, moto John Mrema nje, mwita njiani yote. Habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi inasema fukuza fukuza Chadema moto, John Mrema nje na Mwita e, njiani, lakini wafanyakazi kicheko. E, wafanyakazi kicheko, jana ikiwa ni siku ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi duniani, mshahara yapanda, kima cha chini sasa kuvuta shilingi laki tano kwa mwezi, makundi mengine yakiahidiwa nyongeza nono. E, Tukta yasema hawana deni na Rais Samia. Dr. Mwinyi atia neno Zanzibar, ujumbe wananchi kushiriki uchaguzi kila kona hiyo ni habari ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa tatu. Lakini hofu ya tanda Patrick Tima kushambuliwa, hofu ya tanda Patrick Tima kushambuliwa. Takukuru ya taja viashiria rushwa uchaguzi nchini, takukuru ya taja viashiria rushwa uchaguzi nchini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti la kula Taifa leo lenye nambari kubwa, nasema mbunge eh, ee, were alinusa kifo kabla ya kuwa Eh kuuawa jijini eh, wanasema mbunge Were anusa kifo kabla ya kuuawa jijini. Lakini leba bila pesa, hiyo ni habari kubwa ikisema leba bila pesa. Wakenya wasusia sherehe za siku ya wafanyakazi huku hali ngumu ya maisha ikiendelea kuathiri wengi. Eh, Wakenya wasusia sherehe ya siku ya wafanyakazi huku hali ngumu ya maisha ikiendelea kukithiri. Hiyo eh, ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo. Patenekali yako kwa habari kwa kina, lakini Katoliki sasa waunga chanjo HPV. Katoliki sasa waunga chanjo HPV. Hatimaye mutangi e, e, kuzuru ngome hii, ni habari kwenye gazeti la Taifa leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahalisi, gazeti linaandika wakali wako ni hilo, ni gazeti la Mwanahalisi linasema wakali wako ni ni wabunge wa veterani Yuma, Lukuvi, vijanita na Ndugai Uh, hili ni gazeti la Mwanahalisi Alisi linalotoka uh, kuanzia Mei mosi mpaka Mei saba. Uh, lakini bado linaendelea kuwepo sokoni balala lisu siku mia moja seti wa EPL acharuka. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi, lakini gazeti la Mwangaza linaandika kishindo cha uraisi Samia Mei mosi, kishindo cha uraisi Samia Mei mosi, Chadema ya puuzwa, Nchimbi afichua sura halisi ya chama cha mapinduzi CCM. Hilo ni gazeti lako la Mwangaza lakini gazeti lako raia wa raia mwema Mungu ana nikitendo linaandika vingunge wa bunge hawa hapa. Hilo ni gazeti la Raia Mwema linaandika vingunge wa bunge hawa hapa, wadumu bungeni kwa miaka 20 2025 wamo tena, waziri mkuu Majaliwa Job Ndugai, waibua mjadala. Lakini ubunge ni vita, Arasi anadaiwa kumpiga shoti mbunge, vita Kawawa Kinondoni, Ukonga eh, Segerea sarakasi tupu, utakukuru waitwa, lakini makonda za ubunge wa Gambo, siri ya kuomba radhi bungeni ya fichuka, atajwa kuwa kinara migogoro na wenzake. Lakini eh, kuna habari inayosema msajili hazina anika vipaumbele rais Samia, kufungua mkutano wa forodha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako raia mwema, Mungu ana vitendo na nyeli na kuwa sokoni kuanzia Mei mpaka Mei sita. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Mrema apiga eh, apinga kuvuliwa wanachama cha Chadema. Huyo ni John Mrema apinga kuvuliwa wanachama cha Chadema. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la habari leo, mishahara ya panda kima cha chini laki tano. Tutamshukuru Samia kwa asilimia tisini watumishi wapandishwa vyeo miaka minne lakini Dr. Mwinyi ahimiza uzalendo kwenye utumishi. Huyo ni Rais Mwinyi ahimiza uzalendo kwenye utumishi. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Na CCM yaonya hujuma mchakato wa wagombea. E, CCM yaonya hujuma mchakato wa wagombea. Hilo ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema wabunge wa shauri mfuko taasisi kampeni ya Samia. E, wabunge wa shauri mfuko taasisi kampeni ya Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza na habari inayosema wabunge wataka kampeni ya kisheria ya mama Samia iundwe mfuko maalum. Wabunge wataka kampeni ya kisheria ya mama Samia iundwe mfuko maalum. Lakini CCM yalaani baada ya kitima kushambuliwa. Lakini Mei mosi 2025, eh, kima cha chini cha mshahara chapa, eh, kima cha chini mshahara chapa. Eh, Rais Samia atangaza kuongeza asilimia 35.1 kwa watumishi wa umma asema maamuzi ya kupandisha mishahara yamewezeshwa na ukuaji wa kasi ya uchumi ambao umefikia asilimia 5.5 kwa mwaka. Lakini padri eh, Mwinyi apokea maandamano ya wafanyakazi Mei mosi Zanzibar. Eh, kumradhi, anasema Dr. Mwinyi apokea maandamano ya wafanyakazi Mei mosi Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Dr Mwinyi atoa hotuba ya matumaini kwa watumishi wa Zanzibar. Lakini tume yataka wananchi kutazama daftari la awali vituoni kuhakiki taarifa zao. Lakini mei mosi, Rais Samia apeleka kicheko kwa wafanyakazi, apandisha kima cha chini cha mishahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1, aangusha shangwe kwa watumishi wa umma wasema haijawahi kutokea hapo awali. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga eh, kurasa wa mbele lakini si sehemu ya e, laani shambulio dhidi ya Padri Kitima. E, si shambulio dhidi ya Padri Kitima, hiyo inaendelea ukurasa wa tatu. Lakini gazeti lako la Majira, gazeti huru la kila siku linaandika ratiba ya wifi za bure mtego kwa taarifa zako za siri. E, raha ya wifi za bure e, ni mtego kwa taarifa zako za siri. Na serikali ya wapa mbinu wakulima wa korosha ukusini. Serikali ya wapa mbinu wakulima wa wa korosho kusini, tumeyataka wananchi kuhakiki taarifa zao za awali. Lakini Rais Samia apandisha mishahara ni ya sekta ya umma, kwa sasa kima cha chini laki tano, ngazi nyingine asema nyongeza nzuri pia ipo, wenyewe walipuka kwa shangwe. Lakini polisi Dar es Salaam yamshikilia anayedaiwa kujeruhi padre Kitima, na alo yataka mageuzi teknolojia akili mnemba atoa ufafanuzi uendeshaji mashauri kwa njia ya mtandao. Huyo ni atoa ufafanuzi kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao yenye habari ukurasa wa nne wa gazeti la Majira. Lakini kwa gazeti la Majira habari kubwa kabisa hii ni raha ya wifi za bure mtego kwa taarifa zako za siri. E, kwa wale wanaopenda kutumia e, wireless internet za bure sasa ni mtego kwa taarifa zako za siri. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika habari kubwa ni rais Samia awachia tabasamu wafanyakazi kima cha chini sasa nusu milioni. E, bashi ataka uwekezaji special korosho. Lakini serikali hatujakiuka e, sheria kesi ya tundulizo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na magazeti ukurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la uelekeo lenye linaandika Simba yaandaa video ya shirikisho Simba yaandaa video ya shirikisho kucheza na mashujaa fc leo hiyo. E, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo. Lakini Yanga yatoa ubingwa wa muungano yawafikia watani kutoa taji hilo mara saba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti la Majira linaandika Simba na Mashujaa mechi ya kisasi leo, Matola asema wembe ni uleule ule. Ngorongoro Heroes yaanza vibaya Afcon, Tanzania yafa kiume mchezo wa futsal Morocco lakini gazeti la Wamachinga, Yanga bingwa muungano ya chapa JKU moja bila, yabeba kombe kwa mara ya saba tangu ilipoanzishwa. Lakini Simba uso kwa uso kwa eh, uso kwa macho na mashujaa leo KMC kompleksi. Lakini kimataifa eh, Martinez anawindwa na Waarabu na Rodrigo mguu pande Real Madrid. Ilo ni gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la Mwanahabari inaandika Yanga beba kombe la muungano ya chapa jike yuza hanzima moja bila Gombani Pemba. Lakini simba kukipiga na mashujaa leo KMC kompleksi. Lakini kimataifa Man United Juve vitani kumwania Edison. Yuna ni gazeti lako le monabari ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la habari leo kule michezo nandika simba mashujaa kula kiporo leo. Kocha futsal Tanzania mawazo yote kombe la dunia. Lakini Gorongoro ya itega Lesotho Afkoni under 20. Lakini bado kuna burudani Kemiko atunukiwa PhD. Hilo ni gazeti lako la habari leo. Lingine kwenye gazeti lako la Mwananchi eh, gazeti la michezo na burudani lenye linaanza na habari inasema, soa awaleta vigogo Afrika dar es Salam. Soa awaleta vigogo barani Afrika, dar es Salam. Bao la simchimba la tua bodi ya ligi. Lakini dakika tisini zenye maajabu, eh, majibu matatu eh, hao ni eh, simba dhidi ya mashujaa kutokea huko Kigoma eh, wazi wa mapigwa na mwendo E, wazee eh, wa safari ya maajabu wasema dakika e, tisini zenye majibu matatu. Usajili kafu masta wanne wapishana na Yanga, lakini rekodi ya msubiri mzize Ufaransa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, ndiyo inachukua nafasi kubwa kabisa. Lakini kimataifa, Arsenal yachomolewa eh, kwa PSG. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa mbele, na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.